Pamoja wala yasjudu lmaamumu li, li sahawi nafsihi hata sujudi maamuma kwa kusahau yeye mwenyewe, halfa imamihi lmutadhahiri, akiwa yeye anamfuata imamu mwenye tuhara, sawa yeye maamuma amesahau kitu. Ndio tukasema kwamba kuna vitu vinawezekana akakisahau, au akafanya imamu au akafanya maamuma sasa akifanya imamu, wewe utalazimika kuja kumfuata, lakini ukifanya wewe, basi huto kuja kuleta. Tumefahamiana? Mfano, maamuma alisimama kwenye tahiyatu ya mwanzo, aliposikia tu Allahu akbar, yeye kanyanyuka, au si? anatakiwa afanye nini? Arudi pale kwa imamu wake. Tumefahamiana si sindio? Manaake anatakiwa arudi. Sasa alipotakiwa arudi, ingekuwa na swali peke yake swali yake ingebatilika, au sio? Na ikiwa hakusimama sawasawa, hakunyoka sawasawa, akirudi angetakiwa afanye nini? Sijidat sahawi. Lakini kwa sababu anarudi pale kwa ajili ya kumfuata imamu na kosa ni lake yeye, huyu hatokuja kusujudi sijidat sahawi. Tuko pamoja? Walau dhanna salama imamihi fasallama, tayari sasa eh? kama alidhania salamu ya imamu wake na yeye akatoa salamu. Fabana khilafuhu, ikambainikia kwamba imamu hajatoa salamu. Aada salama maahu, atarudi amfuate imamu wake. Imamu akitoa salamu naye atatoa. Wala sujuda, wala hakutokuwa na sijdati sahwi. Walau tadhakara almamuma kama alikumbuka maamuma, fi tashahudin, ndani ya tahiyatu yake, taraka rukunin khaira niyatin, ameacha nguzo tukitoa nia, wa takbiratul ihram, na takbira ya kuhirimia swala, rak'atan, ataswali rakaa moja, baada salami salamu imamihi, baada ya salamu ya imamu wake, wala yasjudu, wala hatokuja kuleta sijila tisahau. Au shaka fi dhalika, au alitia wasiwasi katika hilo, ataa birakatin, ataleta rakaa moja baada ya salamu imamihi, baada ya salamu ya imamu wake, wasajada, na mwisho ataleta sijidati sahawa. sawa so? Okay. Faidza sajada imamuhu, atakaposujudu imamu wake, lazimahu mutabatu imeshamlazimu maamuma kumfuata imamu eh? Fa in kana almaamum masbuka, ikiwa maamuma huyu ni mtorokwa yaani hakwenda sambamba na swala yote ya imamu sajada maahu, atasujudi pamoja na imamu wake wujuban, hali ya kuwa yeye kusujudi kwake si suna. Imamu akisujudi sijdat sahwi, eh maamuma kwake yeye hayui suna ata sujudi zile sijidati sahawi, hali ya kuwa ni wajibu kwa maamuma. Tumefahamiana eh? In sajada ikiwa imamu atafanya nini, ata sujudi sawa eh? Wayustahabu an yuidahu inasuniwa kuja kuirejesha sijidati sahawi, fi akhir salatihi mwisho wa swala yake. Wewe swala yako haijamaliza, imamu kamaliza, kaleta sijidati sahawi Akilete imamu sijidati sahawi, na wewe ulete sijidati sahawi. Unazijua sababu yake, huzijui sababu yake. Wasujudu sahawi, shikhe anasema na sijidati sahawi wainkathura, hata kama aliyoyasahau ni mambo mengi. Sajidatani ni sijida mbili kwa sujudi sahawi, unasujudu sijida mbili, eh? Kasujudi swalati, kama zinavyosujudiwa sijida zile za swala wamahalu sujudi sahawi, na pahala ambapo mtu anatakiwa aleta sidati sahawi baina tashahudi wa salami, ni baina ya atahiyatu na salamu. Yaani akimaliza atahiyatu, kabla hajatoa salamu, ndio analeta nini, sidati sahawi. akimaliza sidati sahawi, anakaa kitako, anatoa salamu yake. Sawa. wayafutu bisalami Itamkosa, itapita ile sijdati sahawi. Bisalami, kwa kutoa salamu. Huyu mtu abida kwa maksudi, akitoa salamu kwa maksudi amesitoa sijdati sahawi, basi anatoa salamu na swala yake imekamilika, wala hakuna tatizo. Umefahamiana na ile sijdati sahawi ameshaikosa. Wakadhaa na asia Sawa. Vivyo hivyo ikiwa alisahau kwamba ah, kuna sijida tisawi, lakini in tala al faslu, ikiwa muda utakuwa mkubwa. Ikiwa muda ni mfupi, katoa salamu lakini akakumbuka pale pale, ada ila sujudi, atarudi kwenye sijida, ataleta sijida tisawi zake pamoja, kisha toa salamu Sawa? Yeah. Na akishaleta sijida tisawi, huyu karudi kwenye swala Itabidi ajatoe tena salamu sawa, eh. Kama kata sijdat sahwi alishamaliza katoa salamu, swala yake iko sawa, lakini akaona nilisahau sijdat sahwi, akarudi, akirudi kajirejesha kwenye swala. Tumefahamiana hapo eh? Sasa akitoka udhu pale, ni kwamba swala yake yote imekwenda na maji. Kwa hiyo kuna fursa unapewa, lakini na ndani yake